ese yeye amekuja anahitaji leseni ya kuandaa mashindano ya Miss Universe 2025 lakini akiambatana na mshindi wa mwaka jana. Tumezungumza kwa kirefu mategemeo yao ni nini, na sisi Baraza la Sanaa la Taifa kama walezi, lakini kama wasimamizi wa karibu wa tasnia hii ya urembo ulimbwende na utanashati tumeona tuwape baraka, tumpe baraka zote Millen Magese. Tunajivunia wale wanaofuatilia, yuko nje ya nchi anakaa Marekani, lakini bado moyo wake unasema kwa nini nisirudi nyumbani nifanye jambo kwa maendeleo ya nchi yangu ya Tanzania, maendeleo ya sekta ya urembo nchini Tanzania, lakini pia kwa maendeleo na ustawi wa Baraza la Sanaa la Taifa. Tuna furaha hiyo na tunawatakia kila la heri na tunategemea mambo yetu yatakuwa mazuri, na utaonyesha kwamba eh, kazi hii unaiweza, lakini na sisi kama Tanzania tutafurahi kuona mashindano ya ulimbwende ya Miss Universe, tuna mwakilishi kutoka Tanzania. Jambo moja tu kwa wadau wa sanaa na wale ambao wana interest wanawiwa kuandaa mashindano mbalimbali ya urembo basata ipo kwa ajili yenu lakini pia mje mkiwa mmejipanga kujipanga ni jambo muhimu sana kwa hiyo judith najua walikuwa na ndio maana mashindano haya yana mambo mengi na ndio maana pia kipekee nimekukabidhi mwongozo wa maadili katika kazi za sanaa tunapofanya mashindano ya ulimbwende tusisahau kwamba tuna mila na desturi zetu. Tuhakikishe kwamba kama Tanzania tunapokwenda huko nje, watu wasema, ah, huyu mrembo anatoka Tanzania, anajipambanua vipi hasa swala la kimaadili. Kwa hiyo tunatumea mwongozo huu mtautumia vizuri mm -hmm. na sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa tutawapa miongozo kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda kutekelezeka vizuri na Uh, sisi wageni kwenye kuandaa hapa Tanzania, lakini tumeandaa mashindano sehemu tofauti tofauti, lakini kushirikiana na uh, BASATA na wadau wengi wote wa Tanzania tunategemea kwamba uh, safari hii itakuwa ni, ni swala zima la ku, kweli kuinyanyua hii uh, sanaa nzima ya mambo ya ulimbwende Tanzania. Ulimbwende bado una nafasi kubwa sana, na ndiyo platform kubwa ambayo inaweza kututangaza nje ya nchi kwa ukubwa zaidi globally, kwa ukubwa zaidi, na tukapata mtu huyu mmoja kama mnavyoona uh, Judith hapa, ndugu wangu Judith, ndiye ambaye anashikilia taji la Miss Universe Tanzania, kwa hiyo anaitwa Miss Universe Tanzania 2024 2025 kwamba yeye ndio ambaye atakabidhi taji mwaka huu kwa Miss Universe mwaka elfu mbili na na, na, na ishirini na tano. Kwa hiyo kwa ukubwa zaidi, napenda pia kumtangaza kwenu kwa aina nyingine kwamba sisi kama kampuni ya Millen Prive, uh, ambayo inashughulika zaidi na mambo ya lifestyle and hospitality, tunamkaribisha ku, ku, kuungana nasi na kufanya kazi na sisi. Tunafahamu kwamba alikuwa kwenye uh, different uh, organization lakini hapa ni nyumbani Judith, na together, we can do such a great job. Nafikiri wasichana wengi wanakuangalia na watapenda kukuona katika hii safari nzima ya kumtafuta mrembo wa mwaka huu wa 2025, na hata kama ikiwezekana, basi Judith aweze kumsaidia uh, kumwongoza na pia kuwa katika mashindano yale ya mwisho yatakayofanyika kule Thailand, nchini Thailand. Kwa hiyo kuwa karibu na sisi, karibu sana na we can't wait kulen, kujifunza mengi ya yeah, ulipokwenda ulipo, ulipo, kwa sababu yeye ndiye ambaye anajua ile jukwaa la Miss Universe kule. Sisi bado hajafika, sisi wengine tumefika Miss, Miss World, yeye yeah, amefika Miss Universe uh, World. Kwa hiyo yeye ana uzoefu mkubwa sana, na tunategemea kufanya naye kazi kwa karibu sana. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana BASATA kwa sapoti hii wanayotupa katika masuala yote ya ulembo na tunafurahi kufanya kazi na nyee katika kutafuta mrembo kwenda kuwakilisha nchi mwaka 2025 kwenye shindano hili la Miss Universe Tanzania. Nashukuru sana, na pia nafurahi na I'm very interested kufanya kazi na dada yangu Millen Miss Universe Tanzania to make the best out of it.